Mafunzo haya tuliyapata, tukiyatumia vizuri, matokeo yake yataanza kuonekana wagokode kwa inangana kwenye kila sekta ya michezo, na bahati nzuri sana mafunzo nikwenda kwa walimu hawa, ndio waigua vipaji kwa sababu wanaishi na watoto kuanzia primary school, wako nao kuanzia darasa la kwanza kunlahisi kunua magula na la kipaji flani na la kipaji flani, na wakamlea na kumtunza ili kusudi aweze kukua katika kipaji ambacho wamekiona. Akienda sekondari, akapewa walimu wengine tena ambao tayari wana mafunzo ambao wamepata mazuri kabisa ya kuweza kuwafanya hawa watoto wawe wabobezi katika sekta ya michezo. Kwa hiyo hamkosea kabisa m mchaguo wa wilaya ya Bukombe kufanya mafunzo hayo katika olaziataj hapa halmashauri, umetaja tano kati ya mia moja themanini kitu kit wazelew halmashauri tano, sisi tumo, kuna kila sababu ya kujivunia, lakini pia kumpongeza Mheshimiwa Rais kwamba nasi tumekuwa wanufaika wa programu hii ambayo ameanzisha nchi nzima. Njia pekee ya kuweza kutoa shukrani zetu kueza kwamba hili tumeitendea haki ni kuweza kuakikisha kwamba tunakwenda kufanya vizuri katika sekta <coughs> <coughs> ya michezo. naazuri sana. Programu hii imeitwa michezo ya jamii, maana yake tumefungua mipaka kutoka kwenye wanafunzi shule sekta ya elimu na kwenda kwa kwenye jamii. Itakuwa ni jambo jema sana tukianza kusikia kwamba kuna timu za michezo mbalimbali za kijamii ambazo ziko huko katika maeneo tunaoishi, nazosimamiwa na walimu waliotokana na programu hii. <laughs> Amini semi kwa niaba ya serikali tutahakikisha kwamba kama kuna timu zinaibuliwa

Itaanza kuwa na chini ya daraja la kwanza hapa rasmi. Michezo mbalimbali ambayo tutakuwa tukishiriki tutakuwa tunachukua vikombe na kuleta wapi huko. Ninazo taarifa kwamba darasa hili wakufunzi wanasema ni kwani darasa mahiri sana. Wengi wa wanafunzi wanaonyesha ushirikiano. Mheshimiwa mkuu ndiye anasema hiyo ni kwa tabia ya walimu wetu wa Bukombe. Katika mambo mbalimbali anayoshiriki ya kitaifa lakini kita na mambo mengine ya kitaaluma, wamekuwa wakitoa ushirikiano mzuri. Mimi nawashukuru sana na nawapongeza na naomba tuendelee na, na moyo huo wa kujitoa na kujituma pale panapokuwa na shughuli ambayo iko mbele yetu. Nafahamu kwamba leo, nimeambiwa kwamba darasa zima limefaulu, wote mtapewa vyeti. Hongereni sana kwa ana. Leo hii tumekutana katika ukumbi huu tukihitimisha mafunzo ya michezo kwa jamii. Na, na Baraza la Michezo la Taifa ya BMT. Baraza la Michezo la Taifa ya BMT imekuwa ina mkakati wa kutoa mafunzo kwa walimu wa shule za msingi sekondari na vyuo na wanajamii wote nchi nzima, na katika mwaka huu wa fedha imefanikiwa kutoa mafunzo kama haya katika wilaya ya Liwale mkoa wa Lindi, wilaya ya Ruangwa mkoa wa Lindi, wilaya ya Muheza mkoa wa Tanga, Manispaa ya Songea mkoa wa Ruvuma na tuko wilaya ya Bukombe katika mkoa wa Geita. Lengo la kutoa mafunzo ya kwa jamii ni kuwawezesha walimu na kuwajengea uwezo ili wawe walimu mahiri katika ufundishaji wa michezo mashuleni na kutumia taaluma yao ya ufundishaji wa kisasa kuweza kuibua vipaji mbalimbali vya wanafunzi wetu kule mashuleni. Lakini pia tunatambua kuna watu ambao wako ambu katika mfumo rasmi wa elimu ambao wako mtaani, wanahitaji elimu hii tumekuwa tukitoa mafunzo haya na kuasisitiza na washiriki wote wahakikishe wanakwenda kufundisha na wanajamii wengine, ili fursa hii waipate Watanzania wote. Mheshimiwa, binasmi napenda kutumia nafasi hii baraza la michezo kukushukuru sana wewe mwenyewe kwa kuwa mstari wa mbele katika kufanikisha mafunzo hayo kufanyika katika wilaya yako, lakini pia tunashukuru sana mkurugenzi mtendaji halmashauri ya wilaya ya Bukombe kwa kutupa ushirikiano kuanzia siku ya kwanza mpaka leo hii, tumetimisha mafunzo haya. Nashukuru sana kwa mafunzo ambayo tumepatiwa kutoka Baraza la Michezo. Mafunzo haya yamekuwa ni motisha, lakini pia yametupa nguvu sisi kama walimu kwenda kupambana kuibua vipaji huko mashuleni kwa wanafunzi. Tumepata faida nyingi. Faida ya kwanza tume tume tumeboresha afya zetu kwa sababu tumefanya mazoezi kuanzia siku ya kwanza mpaka leo tumehitimisha. Lakini faida ya pili tumefahamiana. Lakini faida ya tatu tunaenda kuyatumia mafunzo haya kama ngao au kichocheo cha kuibua vipaji. Tunaahidi kuibua vipaji huko mashuleni. Tunatoa shukrani zetu sana kwa baraza la michezo. Mungu awabariki sana. Nina na furaha isiyo na kifani na nina furaha isiyoelezeka kwa sababu ni manufaa mengi sana ambazo, ambazo nimeyapata kupitia haya mafunzo moja. Kwa mfano mimi nimepata mi, mafunzo michezo mbalimbali kama basketball, volleyball, football, handball, riadha na michezo mingine. Hivyo basi kwa kupitia mafunzo haya nitaenda kuibua kuendeleza na kuboresha vipaji vya, vya, vya, vya wanafunzi kuanzia shule ya msingi shule za sekondari na pia kwa wananchi wa kawaida. Na pia itaongeza wigo urafiki, itaongeza wigo wa ajira pia na kuimarisha afya, pia itasaidia hawa vijana wasijiingize kwenye makundi ambayo ambayo hayafai katika jamii. Na pia mbali na ajira, pia itaenda kuibua vipaji, manake tutaenda tuta mbali sana katika jamii, jamii itaenda mbali sana katika swala la michezo, ambayo nasahizi tunashukuru sana mheshimiwa raisi, tunashukuru pia baraza la michezo kwa kuliona hili, tunawakaribisha tena. Tunaamini hata mwakani wakija tena, itakuwa Bukombe sio ya kawaida, itakuwa Bukombe ya kupiga hatua hasa katika michezo. Nashukuru sana. Binafsi nimefarijika sana kushiriki kozi hii, kwa sababu ni moja ya kozi kubwa ambazo watu wanazipata kwa gharama kubwa sehemu mbalimbali, lakini sisi tumepata bahati ya kipekee, kozi hii imekuja kwenye wilaya yetu ya, ya, ya Bukombe kwa nafasi ya pekee. Nimshukuru mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Bukombe kwa kutuletea kutuetea kozi hii. Kozi ina manufaa makubwa sana kwa sababu kwanza tumejifunza michezo mbalimbali mbali, ambayo awali hatukuwa tukifahamu atu, atu, atu, lakini pia kupitia kozi tunakwenda kufundisha watoto ambao hata mashuleni sio watoto wanapenda taaluma au, au, au masomo kwa ujumla. Kwa kupitia kozi hii tunakwenda kwa shawishi watoto waweze kupenda taaluma kupitia nini? Kupitia michezo, kwa sababu sio wote ambao wanapenda masomo darasani. Pia kozi hii itatusaidia sisi walimu wa michezo kuboresha michezo katika wilaya yetu na kuendelea kufanya vizuri kama ambavyo tunafanya katika miaka mingine, kwa sababu mwaka jana tumekuwa mabingwa wa mkoa. Pia timu ya mkoa Geita mwaka jana imekuwa mabingwa wa taifa. Kwa hiyo kupitia kozi hii ambayo tumeipata na kwenda kuboresha mazingira yetu ya ufanyaji kazi wa michezo, ili tuweze kuinua michezo na taaluma kwa ujumla ndani ya wilaya Bukombe na nje ya Bukombe, ndapo nimefarijika sana, na nitoe shukrani kwa walioandaa kozi hii na Mungu awabariki.